Sasa, kwa niaba ya mkurugenzi, kwanza nawapongeza katika juhudi hizi ambazo mmezifanya kuwakutanisha hawa wadau. Wadau hawa ni wadau ambao tunawategemea sana katika kutengeneza bajeti yetu ya mwaka au bajeti zetu kuanzia mwaka. Ni miaka mingapi training nyingine nafuata? Sio mwaka huu, mwaka ni au ndio kila mwaka? Basi kwa mwaka huu na binafsi haya na yafurahia kwa sababu najua changamoto ambazo zinapatikana sana katika utengenezaji wa bajeti. Bajeti zetu zimekuwa zina changamoto kwa sababu kwanza, wakuu wa idara wenyewe wamekuwa ni watu ambao hawazingatii sana yale yanayotakiwa katika idara zao. Kwa hiyo maana yake kwamba kama na nyinyi mtakosa mwelekeo wa kuchukua nafasi za wakuu wa idara ili kutengeneza kile kinachotakiwa, ni dhahiri kwamba bajeti haiwezi kuwa imara. Kila mwaka huwa katika management inapofika mwezi wa kumi, wa kumi na moja, watu vifungu vishaisha katika bajeti zao, unawauliza kwani huu mwaka hata nusu tushafika? hakuna mwenye kuwa katika, mwenye majibu. Haya yanawezekana endapo wale wakuu wa idara wanaposhiriki katika mafunzo kama haya kwanza wanakuwa na mpango mkakati ule strategic planning ya idara. Unapokuwa na strategic planning ya idara, maana yake wewe unajua mambo makubwa ya miaka mitano, leo unayajua kipindi ambacho unapoandaa plan and budget, huhitaji kutafuta nguvu za nje, huhitaji kulala ukaota. Wewe unavuta mkeka wako wa mpango mkakati wako wa idara wa miaka mitano ambao mmekubaliana ambao mme break down into pieces kufanya katika kila mwaka unachukua na kuyafanyia kazi. Sasa wachumi, Nyabii na timu yako ni watu ambao sisi tunawategemea sana, mtuhamishe katika hizi level, mtutoe katika level moja. Mimi nasema angalau tufike katika level ya tatu, tutoke katika level ya initial, twende katika level ya pili ya manage tufike katika level ya define. Define ni mahala ambapo sasa mnaweza mkakaa hata dokezo ukiliandika huna haja ya kulifuatilia. Kwa hiyo, mimi ndugu zangu, nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mmechaguliwa kwa kuwawakilisha kwa, kwa wale wakubwa wa kazi, mimi naomba mkafanye nafasi yenu, muhakikishe nafasi yenu mnaitekeleza vya kutosha, ili kuweza kuwasaidia wale wakuu wa kazi ambao wao wanajiona kwamba wako busy sana lakini jukumu hili nisiliombewe kwa kina Mrema, niwarudishie, wahakikishe kwamba wale wakubwa wa kazi wakuu wa idara na wao wanajua hiki hiki kinachofanyika na wao wanakijua, lakini pia wanatembea nacho. Mkitembea nacho, mi nakuhakikisheni kwamba idara yenu itakuwa kila siku ina neema tu kwao. Tujitahidi ndugu zangu kuisaidia taasisi. Mwisho wa siku sote tutakuwa tuna move katika hatua ambazo sote tunazitegemea tutafika, lakini vinginevyo tutafika katika hatua ambayo sote tutakuwa tumechoka, lakini na activity yenyewe nazo zitakuwa hazina chochote chenye maana. Naomba niseme kwamba mafunzo haya yamefunguliwa rasmi kabisa na nategemea kwamba kama kuna walimu hapa watajua kwamba kuna tofauti ya yaani, mafunzo yote ni tofauti ya baina ya kuingia kwako na kutoka kwako. Mwalimu, mafunzo bi ni tofauti ni baina ya kuingia kwako na kutoka kwako. Hayo ndio mafunzo. Yaani, kama ukijikuta umeingia na umetoka hivyo hivyo, wewe umekuja kutembea tu. Wewe unategemea kwamba tutapata tofauti na ndio maana nataka walimu wanisikie, nataka tofauti tutaipata baina ya kuingia kwetu na kutoka kwetu, na naamini kwamba tofauti hiyo itapatikana. Na nawashukuru sana, na mafunzo haya yamefunguliwa rasmi.